Ujambo na karibu sana mtazamaji wa Adrimso Online TV, ni kukaribisha kwenye chaneli yetu na kama ndio mara yako ya kwanza unajiunga na channel yetu hii, basi na kusisitiza ambacho natakiwa kukifanya ni kusubscribe hapo juu, kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Bado tuko mashariki ya kati, tukiendelea kukupa updates mbalimbali mbali ya kile ambacho kinaendelea, tangu kusitishwa kwa mapigano, lakini Israel bado imekuwa ikiendelea na mashambulizi, na kwa taarifa tulizonazo hivi sasa ni kuwa mashambulizi ya anga ya Israel yamelenga katika eneo la kusini mwa Gaza baada ya jeshi lake kuilaumu Hamas kushambulia wanajeshi wake. Lakini pia Hamas imekanusha kutokufahamu lolote kuhusu mapigano yaliyoendelea huko Rafa. Vyanzo vya matabibu vinasema Wapalestina watano wameuawa katika shambulio la Israel katikati mwa Gaza, huku na wengine wakiwa ni majeruhi. Jeshi la Israel limekiuka makubaliano ya usitishaji mapigano ni mara 47 sasa tangu yalipoanza mapema Oktoba huu, na yamesababisha vifo vya watu 51 na kujeruhi watu 143. Na hivyo ndivyo vyanzo vya matabibu ambao wako huko kusini mwa Gaza. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kimeendelea, na tunaendelea kukufahamisha kwa kina kile ambacho kinaendelea, lakini Israel inaonekana kabisa wazi ya kuwa haija maliza mapigano yake Gaza, na muda wote imekuwa ikiitumia Hamas lawama kwamba Hamas wawe inatakiwa wasogee waje wakavimalize vita hivyo. Tutaendelea kukupa updates ya kile ambacho kinaendelea, lakini kwa taarifa zilizopo hivi sasa ni kuwa Israel muda huu imeshambulia na kuua takribani watu watano na wengine wakiwa ni majeruhi, na tunafahamu madaktari na matabibu ambao wapo katikati mwa Gaza wamekuwa wakiomba mipaka, kama mpaka huo mkubwa wa Rafa uweze kufunguliwa ili magari ya misaada yaweze kupita, lakini licha ya hapo kuwa kuna wagonjwa ambao wako Gaza na huduma hakuna, na inatakiwa watoke wakatibiwe nje ya Gaza. Sisi tutaendelea kukufahamisha na kukupa update ya hichi ambacho kinaendelea. Kikubwa tu, usisahau, usisau kusubscribe kubonyeza alama ya kengele hapo juu ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Hazal Online TV, wema unaodumu.